Hapa kwenye mkoa wetu sijui hata kwa nini watu wanazungumzia maandamano, kwa sababu chama ambacho kinaweza kaita maandamano ni ACT e tu, na sisi tunashiriki uchaguzi pia kura kwa, hata sidhani kama mnapaswa kupoteza rasilimali za umma kuhangaika na hilo jambo, kwa sababu chama ambacho kinaweza ikasema kwamba tuingize watu barabarani ni sisi, na sisi tunashiriki uchaguzi kwa, hampaswa kuwa na uo wasiwasi wasi. Sisi tunachokiomba tendeni haki basi, hicho tu tuendeni kwenye sanduku la kura, watu wapige kura, kura zihesabiwe, na tutakuwa na the most peaceful election ever. Twende kwenye uchaguzi huru na haki, kizama yeye nimeshinda, nipewe haki yangu, yoyote atakayeshinda apewe haki yake. Twende kwenye uchaguzi ambao wananchi waamue wanamtaka nani. Nataka ni washauri waheshimiwa madisi wakuu wa wilaya, ndio wasimamizi wa wilaya zetu wa ulinzi na usalama. Jukumu lao ni kusimamia uchaguzi huru na haki, bila kusimama kwenye upande, kwa sababu wote CHADEMA, ACT wote ni wakwana Kigoma kaskazini kukosha chaguzi unaenda vizuri, wananchi wanajitokeza wengi kwenye mikutano nami, na hakika amani ni kubwa. Na mimi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mungu amenibariki, nina huu uchaguzi utakuwa wa nne kwangu kwa uchaguzi na ufahamu, na hasa siku zinavyokaribia mara nyingi mtu anaelekea kushindwa huwa anapiga kelele sana, kujaribu kuona kwamba apate huruma. Hiyo ni kawaida, ndio hali ya uchaguzi. Lakini nataka nichukue nafasi hii kukupongezeni ninyi watu wa serikali, polisi, watu wote, mnafanya vizuri sana, mnatusimamia vizuri na naomba mtusaidie tumalize vizuri tarehe ishirini na tisa kama chifu alivyosema, kasuri iko shwari. Kwa hiyo tunashukuru kwa kikao hiki, kwa sababu tunatamani hali iliyopo ya utulivu na amani iwepo mpaka siku ya kupiga kura, mpaka matokeo yanatangazwa. Kwa hiyo tunapongeza sana kikao hiki, kwa sababu kinalenga kuhakikisha kwamba uchaguzi utafanyika kwa utulivu, na tunatamani amani iwepo, watu wajitokeze kwa wingi, ili tuweze kupata kura za kishindo, kwa sababu watu wasipoenda kupiga kura yaani, ile maana ya uchaguzi inakuwa haipo. Kwa hiyo tunakupongeza sana, na tunaomba kwa kweli, msimamie amani na utulivu ili uchaguzi uweze kufanyika, kwa sababu tunaenda kuandika hatima ya taifa letu kwa kipindi cha miaka mitano. Kwa hiyo ni muhimu sana mazingira yatengenezwe mazuri ya kuwapa watu nafasi ya kwenda kufanya maamuzi ya hatima ya taifa lao kwa miaka mitano ijayo. Kwa hiyo mimi naomba watu weo kweli sisi tuko timamu kabisa, kwa muda wowote uone kama twafanyia kazi, na tusitoe vineno vineno vya kuwapa vya kuwapa hofu wananchi. Kuna mmoja alikuwa anauliza ameamba ametoka mbali, anauliza huku Kigoma, mbona kwenye mitandao mambo yanaongelewa hivi, lakini ukienda kwenye field mambo tofauti. Ni kama sasa nawe nenda kaone, nenda kule kwenye field haya kwenye kwe mtandao tand kwe lakini bahati mbaya sana ndio oh, viongozi wetu aw wanaogombea baadhi yao, ndio nasema hayo nasema simbo kwamba mtu uh, polisi ameenda kuchukua kula wapi e, tusituumiane tusitumiane, lakini yote nimeyachukua, tutaenda kuyafanyia kazi. Asante sana. Kwa hiyo serikali yenu inaongozwa na Dr. uh, Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa maelekezo kusimamia haki na niwahakishie, kwamba haki itatamalaki, wala msiwe na wasiwasi, msichukue rekodi za huko nyuma, kwamba huko nyuma alikuwa anafanyika moja, mbili, tatu. Lakini nimeita kikao hiki ili viongozi wa dora waelewe, viongozi wetu wakuu kwa maana usalama wa taifa, polisi, PCCB kwa maana mambo ya rushwa, wawe macho katika hili ili kusudi haki itendeke. Na of course ukishakuwa kiongozi usipowajibika yakaharibika utawajibika kisheria, manake upo kama kiongozi, kwa sababu sheria imetamka wewe ni kiongozi. Wewe ni RPC, kwa sababu sheria imetamka wewe ni RPC. Wewe ni kamanda wa TAKUKURU, sheria imetamka hivyo. Manake usipotimiza wajibu wako, mwisho wa siku sheria pia itakugeuka. Kwa hiyo, niwaombe sana viongozi wenzangu, sisi upande wa serikali tutimize wajibu wetu, lakini upande wa wanasiasa na nyinyi mtimize wajibu wenu, na mwisho wa siku tuweze kupata viongozi